Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Mungu anaweza akawa amekutengenezea mahali pako pa utukufu, lakini huwezi kwenda peke yako. Yana Bwana Yesu alibadilikeza kabisa. Anaweza akasema utakuwa daktari, utakuwa injinia, utazaa watoto saba, utazaa wanne. Anaweza kasema utanunua magari, anaweza kasema utaanzisha kampuni, anaweza akasema maisha yako yatakuwa ni maisha ya historia, maisha ya ukuu lakini hautaweza kufika hapo bila ya kuweka ulinzi wa kwake kwenye maisha yako. Wana wa Israeli washaandaliwa nchi ya ahadi yenye maziwa na yenye asali, lakini Mungu anasema hamtaweza kufika hivi hivi, kwa sababu njiani kuna waharibifu, njiani kuna maadui watakao wapinga. Kwa hiyo nitamtuma malaika wakutangulie mbele yako, anasema ili wakulinde. Kwa utakuja kugundua, chochote unachotaka kukiendea, hauna ulinzi wa Mungu, huwezi kukifikia, hata kama Mungu alishakiweka. Kwa kuimarisha ulinzi kwenye maisha ni muhimu sana. Mungu anatambua, ndo anazungumza hapa na Israeli, anaambia kabisa, nitamtuma mimi malaika atangulie mbele yako akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali nilipokutengenezea. Kila pahala ulikotengenezewa na Mungu unahitaji ulinzi wa Mungu kufika, usijui. Kasema mwenye maono hafi, mbeba maono hafi, sijui nitafika tu, kama ipo ipo tu. Amna, amna cha kama ipo ipo. Koroni hiyo haipo, kama ipo haipo tu, rooni haipo hiyo, yuko mwilini rohoni lazima ujidhatiti, kwa sababu utakutana na bahari ya Shamu, utakutana na majeshi ya mfalme wa hogu, utakutana na akina Balamu, watataka u kukud kukuchawia watataka kuachilia laana za kichawi, ili mambo yako yasiende na usifike unakotakiwa kwenda. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe kwamba unakoenda ulinzi wa Mungu unahusika kwenye maisha yako, na njia ya kwanza ya kuleta hawa malaika, njia ya kwanza ya Mungu kusababisha ulinzi unapatikana kwenye maisha ya kwako, ni wewe mwenyewe kuamua kuishi maisha ya utakatifu, kukataa zinaa, kukataa washerati, kukataa uchawi, kukataa kusingizia, kukataa kuiba, kukataa rushwa, kukataa kusingizia vitu vya uongo. Yani hivyo, uamue tu kumfanyia Mungu ibada, uamue kumtanguliza Mungu kwenye maisha yako, uamue kwa hiari kwamba, Baba, kuanzia sasa ili ulinde maisha yangu, naamua kuwa mtakatifu. Ongea pamoja nami kama tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ukishakuwa tu mtakatifu tayari unakuwa mwana wa Mungu kisha kuwa mwana Mungu, Mungu anakuwa baba yako. Hakuna mtu atayagusa maisha yako, hakuna pepo litagusa maisha yako, hakuna uchawi utagusa maisha yako. Wataloga, mizimu itasema tunataka tumtoe kafara huyu hapa, wakiingia naambia huyu hapana, wengine toeni, lakini huyu, huyu hamna. Hey, tunataka kuvuruga maisha, hapana, huyu kwa utakatifu, kwa uelekevu wake kwa ukamilifu wake, kwa namna anavyonicha mimi, kwa namna alivyo na hofu na mimi na kutetemeka mbele zake, msiguse. We hujui, umelala we hujui, unaelekea njia zako huko, lakini Mungu, kuna mahali anashindana na shetani, usiguse. Kuna mahali anashindana na watesi wetu, usiguse cha kwake. Ni muhimu sana, nataka kuimarisha ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Hakikisha maisha ya utakatifu ni maisha yako, simama.